Na uh, Salim tunaendelea, nichukue fursa hii kukukaribisha mgeni rasmi kama alivyoeleza msema um, chochote hapo kwamba tayari mada yetu uh, ya kongamano la amani uh, kuhusu Qurani uh, ni amani tayari ilianza, na tulipata utangulizi na kufahamu fika kabisa namna ambavyo Qurani inatufundisha uh, kuhusu amani na Sheikh Yusuf Kundecha hapa akahitimisha kwa kusema ya kwamba jukumu la kuienzi amani ni la kila mmoja wetu kupitia kada mbalimbali mbali. Kwa maana ya kwamba vijana, wazee lakini wanasiasa, sanjari kabisa na wanachuoni, na kwa sasa anayefuata ni shekhu wetu uh, Yusuf Kidago, ambapo yeye ni amiri wa taasisi Ahbabir Rasul ambayo inapatikana hapa Dar es Salaam, na Shekh Yusuf Kidago uh, kama alivyoianzisha mada hapa Sheikh Kundecha kwamba uh, kila pote katika jamii lina nafasi yake. Tuanze na jukumu la viongozi wa dini katika kuidumisha amani, hasa kupitia mafundisho ya dini, ni lipi jukumu lao hasa? Karibu. bismillahi rahmani rahim. assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh barakatuh alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa badu. Kabla sijatoa jawabu, ni kuombe na mimi nichangie kidogo hapo kwenye Qurani na amani, na tuendelee. Ukisoma surati Zumar aya 73 utaona kwamba Qurani inatueleza tukio la mbele sana la watu watakapoingizwa peponi na mpaka maneno watakaoambiwa na malaika wa peponi. Katika maneno watakaoambiwa mojawapo ni kutakiwa amani. "Salamu na alaikum thibatu fadkhuluha khalidin", aya hii nilivyoitazama mimi ha, haina maana kwamba pepo na amani, lakini twafundishwa sisi tunaisoma Qurani kwamba suala la amani kuzungumzwa lizungumzwe mahala popote na wakati wowote, kuwe na amani, kusiwe na amani, swala la amani lizungumzwe. Ndio taswira tunaipata, kwamba watu wa peponi wapo kwenye amani sana, lakini malaika wanawatakia amani na hii. Na, uki, ukifanya reflection tu katika maisha yetu ya kila siku ni kwamba neno salamu, tukubaliana, sio neno, sio neno la Kiswahili hili yake, sio Kiswahili ni neno la Kiarabu, na ndani ya Qur'ani limetajwa mara arobaini kuonyesha umuhimu wake, lakini ni dhambi anayekutakia amani, maana sisi salamu ni amani, sisi Waislamu, ndivyo sivyo? Anayekutakia amani alafu usim, usimtakie amani, wapata dhambi. Ndio ikawa watu wa sheria wanatuambia kwamba ilqa'u salami sunna, ndio hukumu ya salamu, kutoa salamu ni sunna, lakini raddu salami wajibu kurudisha salamu ni wajibu kwa sisi Waislamu. Usipomtakia amani mtu wapata dhambi, na kila unakutana naye, wamjua humjui, umtakia amani, assalamu alaikum, assalamu alaikum, naye kukujibu ni wajibu kwa sisi kwa Islamu. Kuzungumza amani ni kila siku na ni jambo hasa ambalo ni sehemu ya maumbile ya Mwislamu, kwa sababu maamkizi yetu kawa assalamu alaikum. Lakini ngoja tukumbushane kidogo, kabla sijibu swali. Adam alipoumbwa, baba yetu ambaye ndio baba wa uzao wa watu wote, twaelezwa katika hadithi sahihi kwamba jambo la kwanza baada ya kuumbwa na billahi Adam, kabla ya kupewa sheria yoyote, alionyeshwa kundi la malaika wamekaa, akawambia idhhab ila ulaika nafari wa hum nafaru min almalaikati julus fasallim alayhim wastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyatuka wa tahiyatu dhuriyatika. Ii asli asili ya salam. Alipoumbwa jambo la kwanza akaambia, unaona wale waliokaa pale wale, nenda ukawatakie amani. Akafika akamwambia, asalamu alaikum, amani iwe juu yenu. Nao akamwambia walaikum ssalamu wazaduu wa rahmatullah, wakazidisha neno wa rahmatullah. Kwa sisi, twatakiwa kuombeana amani, kuwe kuna machafuko au hakuna, kuwe kuna dalili ya machafuko au hakuna, na kukiwa na viashiria vya uvunjifu wa amani, ndio haswa kwamba Adam kile kitendo kaumbwa tu, kakumbusha swala la amani, ni kuonyesha umuhimu wa amani katika jamii. Nimeona hapo ni chomeke kidogo, alafu nije kwenye jawabu. Katika jawabu, wajibu wa viongozi wa dini, kwa sababu hadhara huu navyotazama ni viongozi wa Kiislamu, mi nijibu upande huo. Kwanza, kiongozi wa dini katika Uislamu ni nani? Lazima awe na sifa mbili, awe ni alalimu lmustalzimu bil amal, awe ni mtu wa elimu mwenye kushikamana na matendo. Awe mtu wa elimu mwenye kushikamana na matendo. Akija hivi watu wanaiona dini, akikaa wanaiona dini, akisema wanaiona dini akikutana na watu wanaiona di, uh, watu wanaiona dini ni dini ni dini ni dini, kama alivyosema alahi Shekhe Musa Kundecha kwamba dini Mwenyezi Mungu ameileta ili kuleta ustawi wa maisha ya watu. Sasa wajibu wake ni nini ni hii dini hii? Wajibu wa kwanza dini isimchomoke isipomchomoka dini manfaa ya kuto, kama dini haitomchomoka atakuwa yeye ni manfaa, atakuwa yeye ni manfaa kwa watu wote na kwa wakati wote. Akiwa bora akiwa mtu wa dini atakuwa mtu bora tu, na Mtume Muhammad anatuambia, khairun nasi anfauhum linnas, mbora zaidi wa watu wote ni yule ambaye ana manufaa kwa watu kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo jukumu la kwanza katika kudumisha, kwanza jukumu la kiongozi wa dini ni kuhakikisha yeye anakuwa ni kimbilio la wanyonge kimbilio la watu wa juu watu wa kati na watu wa chini. Ili iwe hivyo, lazima aambatane na maneno haya alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin, kwendana na mwenendo wa mtume Muhammad, kwendana na mwenendo wa Qur'an, atakuwa ni manufaa makubwa. Sasa katika amani ukishaendana na mwenendo wa mtume Muhammad siku zote utakuwa mtu wa amani, kwa sababu kiongozi wa dini anatakiwa yeye aifundishe amani kwa mwonekano wake. Kwanza watu wakimwona tu wanapata amani, kama alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini ashikamane na awe ndiye Muislamu kamili kuliko wengine wote ili watu wapate amani. Mtume Muhammad anasema, almuslimu mansalimannasu milisanihi wa yadihi. Huwa nikitoa sana hadithi namtazama sana Shekhe Ndauga, namchunga chunga kwa sababu nnajua watu na fani zao, kigusa tukuna kitu wamvuruga, lakini nikuombe niseme kwamba hii kaipokea Imamu Bukhari. <laughs> almuslimu mansalima nnasu, mwislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika watu wote. Naipo ile almuslim mansalim almuslimun, lakini almuslimu mansalima nnasu ni yule ambaye amesalimika wa watu wote milisanihi wayadihi kutokana na ulimi wake hmm. Lakini hadi mimi napenda sana kutafsiri power. Power na power power, Mungu aliompa, ikiwa ni power ya kiuchumi, watu wapate amani na wewe. Ikiwa ni power ya madaraka watu wapate amani na wewe, ikiwa ni pawa ya akili watu wapate amani na akili yako, ikiwa ni pawa almuradi. Hivyo jukumu la kiongozi wa dini atakiwa hakikishe kwamba anaidumisha amani, kwa sababu tumeona kule kwa Adam, ndio jambo la kwanza ambalo limepewa kipaumbele na kuonyesha hili ni jambo la kipaumbele sana. Angalia, Qur'ani imeita amani ni neema. Hakuna neema kubwa duniani hapa kama amani, hata kama mtu hatataka, kwamba ndio amani ambayo iko juu kuliko chochote kile. Ndio neema ambayo iko juu kuliko chochote kile, asiyetaka na asiyelikubali hilo ni akili yake tu, lakini amani ndio jambo nambari moja katika dunia. Angalia wale Ausi na Khazraji, tukumbushaneni historia kidogo. Wale walipigana kwa muda wa miaka 140 Madina. Miaka saba kabla mtume hajahamia kwenda Madina, vile vita vilikwisha, lakini bado hakuna amani, bado watu wana chuki, ukipita kwenye mtaro mtu kafanywa hivi hivihivi hivi, hivi. Na ile siku ndio maana inaitwa Yaumu Buath, tarehe 15 mwezi wa sita mwaka mia sita na kumi na saba ndio likoma vile vita, lakini Mtume Muhammad kwa sababu ye mwenyewe ni amani, ye mtume ni amani, watu wakimwona walikuwa wanapata amani namna anavyoamiliana na watu, namna anavyoishi na watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuta zile chuki. Qurani ikapongeza wadhkuru ni'matallahi alaykum alaikum idh kuntum a'daa faallafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana, kumbukeni neema Mwenyezi Mungu aliokuneemesheni, wakati mlipokuwa nyinyi ni maadui. Kumbe uadui sio neema. Mwenyezi Mungu akazoesha nyoyo zenu, akaziunganisha zikawa ni kitu kimoja, mkageuka mkawa ni ndugu. Mafanikio makubwa kabisa ya amani ni watu kuwa ndugu moja, na nikuambie kwamba dunia, nimalize hapo na nikhitimishe, dunia imekubali, watu wa kidunia wamekubali kwamba Mtume Muhammad ni amani eh, Qurani ni amani. Pale ambapo napenda wiki hizi, wiki mbili mbili hizi, huwa na, nanukuu sana kitabu kimoja cha Kijerumani cha ki, mashairi ya Kijerumani Mtamoja eh? Shentel Muhammad Kusan Muhammad Kusan aliyekiandika ni mwana falsafa wa Kijerumani anaitwa Johann Gott Johann Gott. Lakini utakifaidi kwenye Kiingereza, maneno yaliyonukuliwa kwenye Kiingereza, akisema His teaching is like a mighty stream that is flowing continuously Bestowing peace and love to all mankind. Alijua haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad asa. Mafundisho yake Mtume Muhammad ni kama mkondo mtukufu wa maji, ambao ule mkondo ule unatoa vitu viwili kwa watu wote, si kwa Waislamu tu, hapana, kwa watu wote. Ndio maana khairun nasi anfauhum linnas Mbora zaidi wa watu ni ule ambaye ni manfaa ya juu kabisa kwa watu. Asema ule mkondo wa maji ule mtukufu, bestowing peace and love to all mankind, unatoa mapenzi na amani kwa watu wote. Sasa jukumu la viongozi wa dini, tunamalizia Shekh tue na piga sili naweka muhuri wa mwisho kwamba viongozi wa dini ni kwamba wahakikishe, sikisema hakikishe, na mimi najitoa, tuhakikishe kwamba sisi tunakuwa ndio chanzo cha mapenzi kwa watu wote, lakini ndio chanzo cha amani kwa watu wote. Lakini kwa mafundisho haya ni wazi kwamba aseitaka amani si katika wafuasi wa kweli wa mtume Muhammad, aseitaka amani si mfuasi wa kweli wa Qur'an, aseitaka amani si rahisi kuwa mtu wa peponi, kwa sababu peponi yenyewe moja ya majina yake ni Daru Salami. Hii Darusalami mheshimiwa, ambaye ni naamini ukipenzi cha watu wengi, hii Darusalam maana yake ni nyumba ya amani. Hata pepo imeitwa Darusalam. Asalamu alaykum wa waaleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir, takbir! Ni Shekh Yusuf Kidago, mgodi unaotembea na maiki. Inakwenda moja kwa moja kwa mjumbe wa baraza la maulama wa mkoa wa Dar es Salam. Uh, Shekh Othman Khamis. Sasa Shekh Yusuf Kidago ametumia yeye dakika 15 na sekunde hamsini na sita dakika kumi na sita hizo. Na naamini kabisa Shekh Othman Khamis, uh, utamfidia fidia zile dakika ambazo Shekh Kidago amezitumia ame. Naam, Shekh Othman uh, kwako kwa tueleze sasa jukumu la vijana mabarobaro ambao ndio damu huchemka na pengine wao ndio uh, tegemeo katika masuala mbali mbali, uh, ya nchi wao jukumu lao